Kutokana na shambulio ambalo limeweza kufanywa na Marekani siku ya Jumamosi. Bwana Iran ikumbukwe ni nchi ambayo huwa inatangaza sana masuala mazima ya kivita, na kwamba wao hawako tayari kabisa kuweza kukaa chini na kuweza kuzungumza. Sasa Iran imetishia kuweza kulipiza kisasi dhidi ya Marekani mara baada ya kuweza kushambuliwa eh, kwa vitu vitatu vya nyuklia. Unaweza kusema eh, vinu vitatu vya nyuklia kutokea kule Iran, ambapo pia kimoja pekee kisemekana kiko chini ya mlima, lakini pia wa Marekani wameweza kusababisha tukio hilo na kuweza kuwashambulia sasa Taifa hilo la Mashariki ya Kati limesema kwamba Marekani imeanzisha vita, na wao, Iran, ndio watakaoimaliza, na kwamba watarajie madhara makubwa zaidi. So Iran imeamua kutoa taarifa yao kwamba wako tayari kuweza kulipiza kisasi eh, kutokana na kile ambacho Marekani amekwisha kukifanya. Ikumbukwe kwamba Iran ni, ni moja kati ya nchi ambazo zinaonekana kwamba haziogopi chochote, haziogopi kupoteza kitu chochote katika mashambulio haya, kwa sababu vita yao imekuwa ni kubwa sana wao na, wana Israel, pia imekuwa ikiendelea na ikiendelea sana lakini pia Iran mara nyingi hata ikikumbukwa nyuma kidogo ha, huweza kutangaza kulipa kisasi dhidi ya Marekani na masuala yake. Kauli hizi mara nyingi huweza kutolewa na viongozi wa juu wa Iran kama vile rais na kiongozi mkuu um, ni Ayatollah Khamenei lakini pia au makamanda wa IRGC Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu. Lakini pia, hata hivyo, mara nyingi sana hatua za kulipiza kisasi huwa ni kupitia njia zisizo za moja kwa moja eh, kwa mfano kuna mashambulizi, eh, mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani au washirika wake katika Mashariki ya Kati, lakini pia mashambulizi ya makundi ambayo yanategemea Iran kama vile, ha, ha, ha, kama vile kundi la Hezbollah au makundi ya Iraq na Yemen ambayo amekuwa ya eh, yakitoa kama kuna u, u, u, msaada tofauti tofauti kutokana na mashambulizi haya au machafuko haya ambayo yanakuwa yanatokea kule Iran. Sasa eh, shambulio la Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran ambalo liliweza kufanyika Juni ishirini eh, na mbili. Marekani pia aliweza kufanya shambulio la operation Midnight Hammer kwa kuweza kutumia ndege 125 na bunduki maarufu yani GBU 57 eh, kwenye tofauti ya nyuklia za Fordow na Fordo, na, Taz na Isfan ambazo zinapatikana huko nchini Iran. Sasa waziri wa mambo ya nje ya Iran, Abbas, a, anafahamika kwa jina la Abbas Argachi alilaani hujuma hizo na kusema kwamba zitakuwa na matokeo ya kudumu. Ambapo sasa matokeo hayo ya kudumu ni yapi? Wao kutaka kulipiza kisasi kwa Marekani muda wowote, kwa wakati wote, kutokana na kile ambacho wameweza kufanyiwa, akisisitiza haki ya Iran kuweza kulinda utaifa wake. Lakini pia eh, kundi hilo la kijeshi au la anafahamika kwa la, Ara IRGC lilitangaza kwamba maeneo ya Marekani katika Mashariki ya Kati yameripotiwa kama malengo moja ya kuweza kulipiza kisasi. Kwa hiyo Mashariki ya Kati ya kutokea huko nchini Marekani wajiandae kutokana na kisasi hiki ambacho Iran imeweza kupangwa kuweza kukitoa kwa sababu eh, ni moja kati ya vitu ambavyo pia wameweza kuchukizwa kwa namna moja ama nyingine. And then baada ya kulipiza kisasi kwa Mwisraeli, basi na Marekani muda wowote waweze kujiandaa na chafuko hilo ambalo Iran wao wameweza kujipanga kuweza kulipiza kisasi. Sasa, unafikiri kweli Iran wataiweza Marekani kuweza kulipiza kisasi, hata kama itaweza kutumia e, jimbo tofauti au majimbo machache kutokea kule nchini Marekani? Maoni yako yatakuwa ni ya muhimu sana, drop comment yako hapo, bila kusahau kusubscribe channel yetu kwenye YouTube channel, bila kusahau pia kulike comment, na utakuwa umefanya poa zaidi. Chao.